Nam, karibu tena mtazamaji. Ziwa Kenyatta lililoko kaunti ya Lamu linashuhudia kupungua kwa viwango vya maji kutokana na, na shughuli za binadamu. Nam, kilimo pamoja na kuwepo kwa vijiji katika njia ya maji imesababisha kina cha maji kupungua kutoka mita nne hadi mita moja unusu namna kama anavyotuarifu Abdurahman um, Hassan anasema kwamba serikali ya kaunti sasa imeanza kutoa hamasisho kwa wakaazi huku wavuvi pia wakiathirika pakubwa. Ziwa Kenyatta, eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, tunakutana na mtuku na wavuvi wenzake wakijiandaa kuingia ziwani kuvua samaki. Hii ndiyo shughuli yao ya kila siku, ila kwa siku za hivi karibuni, idadi ya samaki wanaovua imekuwa ikipungua. Sasa mapato yetu yamerudi chini sana, sababu samaki si kama kitambo, na maji yanazidi kuwa magadi na yanaua hata samaki wengine, wale kidogo wamebakia Mvua kubwa inaponyesha maji hutoka sehemu ya juu na huelekea ziwani, ila kuwepo kwa vijiji vidogo vidogo katika njia ya maji kumeleta athari mara mbili, kupungua kwa kiwango cha maji ziwani kutokana na maji kukwama sehemu moja na pia mafuriko kwa walioweka makao katika njia za maji. Tuna wale ambao wamejenga katika njia za maji haya kuanzia pale Pangani, Ujairi ya Rufshieru, Mshibi tuko na wafugaji na wa, wa ambao pia wameweka ng'ombe zao, tuweze kuondoka sehemu hizo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wote, tunazidi kuhamasishana tuweze kutunza ziwa letu, na najua kwamba tukifanya hivi basi tutakuwa ziwa letu tazitunza, na litaweza kukaa muda mrefu, halitaweza kunyauka tena kama lilivyofanyika muda uliopita. Ili kutoa hamasisho kwa umma kuhusu hali hii, serikali ya kaunti ya Lamu imeandaa mbio za marathoni. Gavana Isa Timami amesema wanaweka sera itakayotumika kudhibiti kilimo pambizoni mwa ziwa Kenyatta. kama serikali kaunti eh, tukishirikiana na serikali kuu na pia wadau wengi eh, tumekuja na uh, policy ya kuokoa Lake Kenyatta. Tumetumia mfumo wa mbio ili tuweze kuhamasisha wananchi kupitia mbio, vijana wote wahusika, na kwa sababu hicho ndicho kizazi kinachokuja, tusipowahusisha katika uhifadhi wa mazingira haya, wao watakuja kukosa maji. Abdurahman Hassan, Runinga ya Citizen, Mpeketoni, Kaunti ya Lamu.